Tumekuja hapa mahakamani kwa kesi mbili. Mosi, kuna kesi ya mwenyekiti Tundu Antipasilisu inakaribia kuanza, na kuna kesi dhidi yetu viongozi wa chama, ku, wa chama tukitakiwa kukamatwa kwa kile kinachoitwa kukiuka amri ya mahakama. Kwa hiyo kesi zote mbili zinatakiwa kuendelea hapa mahakamani. Muda huu tunasubiri kuingia kuanza kesi. Sasa kuna tukio limetokea, tumeona tuwaite tuwa, tuwa brief Imetaarifiwa uh, kwamba makamu mwenyekiti wa chama uh, mheshimiwa John Heche wakati anaingia kwenye geti la mahakamani muda mchache uliopita amechukuliwa na polisi na wameondoka naye. Nimepigiwa simu na mmoja wa wasaidizi wake vilevile vile, muda mchache, wakati nakuja kuzungumza na nyinyi, amenitaarifu kwamba wamemwingiza kituo cha polisi central. Sasa mewaita kusema mambo mawili. La kwanza ni kutoa mwito kwenu wanahabari, sababu tukio hilo limetokea kwa ghafla hapa na wengi mlikuwa juu uh, kuweza kuwasiliana na newsroom zenu ili kwenda kufuatilia hilo tukio, kituo cha polisi kati, au kama wamemhamishia kituo kingine cha polisi, basi kufuatilia tukio hilo. La no pili, tumekwishaelekeza mawakili wetu waelekee moja kwa moja huko polisi kwenda kufuatilia kuhusiana na swala hili. Tutakapopata taarifa za ziada, tutawa, tutawa brief. Lakini sasa tumeona tuitoe kama breaking news kuwa makamu mwenyekiti ame, amechukuliwa na polisi. Na mimi mwito wangu polisi, uh, rai yangu kwao uh, naamini hawajasema sababu kwa sababu tukio la ghafla, kabla hata kuijua sababu. Lakini utakumbuka kwamba idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikidai kwamba makamu mwenyekiti alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu, taarifa ambayo haikuwa ya kweli. Sasa inawezekana kabisa kukamatwa kwake kunaweza kukawa kunahusiana na, na taarifa hiyo. Kama kukamatwa kwake kunahusiana na taarifa hiyo, ni jambo la kusikitisha sana, polisi kutumia taarifa ya isiyokuwa ya kweli ya uhamiaji kumkamata. Mimi ninafahamu kwamba kulikuwa tayari kuna njama huko nyuma ya kutafuta namna ya kutukamata viongozi kabla ya tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba, kwa vitatumika visingizio mbalimbali. Hata mimi, pamoja na kuwa niko huru sasa na nitakwenda kushiriki hiyo kesi iliyofunguliwa dhidi yetu kutafuta amri ya mahakama kutaka kutuweka ndani, lakini naweza tukatoka hapo na tukakamatwa tu kwa sababu nyingine yoyote, kwa sababu kuna jitihada za kujaribu kutuweka ndani mpaka baada ya tarehe ishirini na tisa mwezi mwezi Oktoba. Kwa hiyo, tuna nafasi sasa tufuatilie swala hili kama nilivyoomba wanahabari, mfuatilie, lakini vilevile mawakili wetu wanakwenda sento kufuatilia. Asanteni sana.